Umetoka wapi? Umetoka nyumba gani? na ni nani amekutuma mtoto wewe? Mzee, nimepata habari kwamba kuna mtu. Ni wewe, si ndio? Unajua mimi sikuelewi. Kwani wewe ni nani kwenye hili jengo? Ah, utakuwa ni si ndio? kukwambia wanajua, wanachofanya wamekulisha dawa ili uje kujaribu nini? Na nani amekuwekea huo muhuri? Au haukuhusu au kuhusu mzee? Hivi wewe ni nani? Na umefikaje fikaje hapa? Tse. Hebu nikwambie ukweli. Mimi sikuja kwenye hili jengo kuiba wala kufanya uhalifu aina yote, na kama wewe ni mlinzi kwenye hili jengo, tunaweza tukaongea. Ni shu ndogo sana ile ileta hapa. Ni shu ndogo? Hebu toka hapo, naenda kijijini afu kamuulize mtu yoyote kwamba wewe ulifika hapa na ukaondoka ukiwa hai kama watu kukimbia. Unamaanisha nini? Ina maana kila naingia kwenye ile jengo na muua, si ndio? Lakini wamejitahidi kugundua kwamba mimi nina muuli, wakajitahidi na wao kukuwekea nguvu kamuuli huo huo kwenye mkono wako A wameamua lakini wako unang'aa sana si kwa sababu ni mpya. Hebu twende polepole. wewe kwenye hili jengo ni mlinzi, si ndio? Ni mlinzi lakini sio wa kawaida. Miaka ishirini sasa hajawahi kukanyaga mtu hapo uliposimama wewe. Kwa sawa sana, lakini mimi ni mgeni, na ndio kwanza nimefika leo. Kenye umenipa vitisho vingi sana, au ndio kaida ya kupokea wageni kwenye che? Sasa nakutuma, waambie vita ndio kwanza imeanza, na atakayecheka mwisho ndio ataocheka sana.

Mwisho kukutana nawe bwana ilikuwa miaka kumi na tano. Uh, huko sahihi. uko sahihi yuko sahihi kwa sababu mi nilihama nilihamia Zimbabwe na hivi nimekuja kwa sababu nilikuwa nasubiri tu simu yako ili nije. Wakati wote kila mwezi, wakati nakutumia mshahara, nakuuliza vipi, kuna jipya, ule mtu ametokea? Lakini hakuna jibu, hajawahi kutokea mtu hata mmoja wala kufika mtu yoyote akakanyaga ardhi ile akawa hai bila kupoteza maisha haijawahi. Hadi mimi mwenyewe niliojenga ile jengo naogopa kuingia, sababu sina muhuri kama wako. Joka la Zindiko alinitambua hivi nakutambua wewe tu, yaani wewe peke yako ndo una mamlaka ya kuingia mwendani ndani. Mimi naogopa sana, lakini imebaki siku kumi na nne tu itimia miaka ishirini kamili, haijachakaa sana. Bwana Kim, umefanya vizuri sana kuja, kwa sababu umekuja, kwaba umekuja kipindi cha vita. Vita vita gani? ki juani ameapa jengo hili linavunjwa au zindiko linaondolewa ili watu wawe huru kufika hapa wawe huru kufika. huru gani? Kwa sababu tumejenga na ule ukuta ili wapite kule, kwani lazima wapite hapa? ili jambo limenikosesha amani sana, labda yeye ndo anaweza akaifafanua. Jako, ndio maana nikaharakisha kukwambia hawezi uh, kitu no. hawezi kufanya yote. Inawezekana, unachosema ni kweli, lakini yeye amefika mbali sana, ameweza kuvunja mwiko ambao sikuwahi kuwaza kama wataweza, na kwa kuongezea tu anashirikiana na mbunge wa jimbo hili, anataka kulimikisha hili jengo kwa udi na uvumba. Inawezekana aasikitishi tshkita aae joka lilitoka? Utakuwa usiku wa jana a joka la Zindiko. Zindiko hutoka kwa ajili ya kuzindika dawa zangu, lakini likitoka vinginevyo, mimi lazima nitajua. Kinachokushangaza hapo? baada mtu alipita, nikatoka ku kumshambulia ndio zindiko lenyewe. lakini sio kama kawaida vipi? sio kawaida vipi? au limetoka kwa ajili yake lakini <laughs> maana dawa alizokuja nazo kik, nani? Unamsema siku sikuile, Bwana Kim, tangu nimekuwa msimamizi wa jengo hili miaka ishirini iliyopita sijawahi kuona mtu akifika hadi hapa alafu akapona. Lakini maadui wamempa dawa kijana mmoja, ili kufika hapa bila kuvulika na kutupa kichawi ndani ya jengo

kueleza jana. Sasa ametimia, vita vya mwenyekiti na mbunge vimeanza rasmi leo. Yule kijana mwenye muhuri kwenye mkono wake ametimiza lengo lake la kwanza. Kivipi? mbona sikuelewi? Ah, habari hizo hebu tuziache kwanza. Kim, yule mmiliki wa lile jengo amekuja leo kwa mara ya kwanza amekuja. Ama kweli maajabu haya, mi simfahamu. Kwa nini simlete aje hapa nyumbani aje nisalimie? Sikuweza. Yani yeye amefika pale, baada ya kushukuru kulikuta lile jengo lake likiwa salama, basi yeye akajawa na simanzi, yani mpaka anasisimuka. sijawahi kuvurugwa kama nilivyovurugwa leo. Hebu usinifumbe mume wangu, labda nitakuwa na kitu cha kukushauri. Yule kijana nimemshuhudia mimi mwenyewe akitoka kwenye lile jengo, akiwa na nawa uso naogopesha, tena naogopesha sana. Kimu mwambia ataogopa sana, nilimweleza lakini kabla sijafunguka akanikatalia katukatu, kwamba hakuna mtu yeyote anaweza kuingia kwenye harizi ya jengo lile isipokuwa mimi, kwa sababu hata yeye aliishia pale pale nje ya geti. Lakini mimi nimeingia kazini. Yule kijana wamemponza vita yangu, inaanza na yeye. Nini hicho? nyayo zake vita vimeanza rasmi leo nitatumia nguvu zozote ikibidi hata za ziada